Huku Kenya ikisherehekea ugunduzi mpya wa dhahabu magharibi mwa nchi hiyo, wakazi wa eneo hilo wameonyesha wasiwasi kuhusu kupoteza mapato ya kila siku wanayopata kutokana na uchimbaji wa madini. Kampuni ya uchimbaji madini ya Uingereza ilitangaza kugunduliwa kwa kiwango kikubwa cha dhahabu chini ya ardhi katika kaunti ya Kakamega magharibi mwa Kenya, inayokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 5.28, katika kile maafisa wanachokiita kuwa hatua muhimu ya kihistoria katika sekta ya madini nchini Kenya, lakini wakazi wamesalia na msimamo kwamba hawataacha shughuli zao za uchimbaji mdogo wa dhahabu. Wachimbaji hao walisisitiza kuwa uchimbaji wa dhahabu ndio tegemeo lao pekee la kujikimu, huku wakiapa kuendelea kuchimba licha ya mipango ya kampuni hiyo kubwa ya kutaka kuwaondoa kwa fidia katika eneo hilo. Mchimbaji mdogo kwa siku anaweza kutengeneza kati ya dola saba na thelathini na nane na na sasa wanahofia kwamba iwapo watahamishwa hawataweza kupata kipato hicho. Waziri wa madini nchini Kenya, Hassan Joho amesema kuwa kuna nafasi kwa wachimbaji madini wa Kenya kuendelea kuchimba dhahabu na maeneo yao yatawekwa mipaka, akisitiza kuwa mashapo mapya ya dhahabu yatazidi kilomita moja chini ya ardhi hiyo yanahitaji utaalam na vifaa maalum ambayo wachimbaji wadogo hawana. Kampuni ya Uingereza Shanta Gold Limited ambayo imepewa leseni ya kuchimba madini inakadiriwa kuwa itahitaji takriban 337 za ardhi hasa mashamba yanayomilikiwa na watu binafsi, hivyo kusababisha kaya 800 kufidiwa ili kuhama makazi yao. Kampuni hiyo pia inafanya uchimbaji madini nchini Tanzania katika migodi ya dhahabu ya Luika na Singida. Kwa sasa Kenya ina nafasi kidogo sana katika sekta ya madini ya dhahabu barani Afrika, ikizalisha takriban kilo 410 za dhahabu mwaka 2023, chini ya wazalishaji wakuu barani kama Ghana, Afrika Kusini na Sudan ambayo kila moja inazalisha mamilioni ya dhahabu kila mwaka. Kufuatia ugunduzi wake mpya sasa uliothibitishwa wa kiwango cha zaidi ya karati milioni 180 za dhahabu, inatazamiwa kuongeza nafasi yake katika soko la kimataifa. Kampuni ya Shanta Gold Limited inatarajiwa kulipa mirabaha ya takriban dola za Marekani milioni 4.3 hadi milioni 4.7 kwa serikali ya Kenya kila mwaka pamoja na dola za Marekani milioni 1.5 katika ushuru wa maendeleo ya madini chini ya kanuni za madini nchini. Kampuni pia itagawana asilimia moja ya thamani ya dhahabu inayozalishwa moja kwa moja na jamii ambapo itafanyia kazi.